Kwa hivyo kama, kama ni dhaifu mno, lazima zitangulizwe zile hadithi ambazo, ambazo zinasema kwamba mguu unapakwa bali, bali itangulizwe aya ambayo, ambayo inatamka waziwazi wazi kwamba mguu unapakwa. Tano, Mtume sallallahu alaihi wa, wa ali ametupa amri na kutupa maelekezo ya kwamba yeye ametuachia vizito viwili tuvifuata. Kizito cha kwanza ni Quran, kizito cha pili ni Ahlul Bait alayhi ssalam. Qurani inafahamisha kupaka Ahlul Bait kama nilivyogusia, na wao vile vile wametufundisha kupaka. Si hivyo tu, tunazo riwaya zinazosema katika hao Ahlul Bait ni Alii, na yoyote mwenye kumfuata Ali ameongoka. wa man iktada fi dinihi bi Ali ibn Abi Talib faqad ihtada, haya ni maneno ya Arrazi akizungumza kumfuata Ali, anayemfuata Ali ameongoka, kwa sababu mtume amesema: allahumma adri lhaqa maa aliyin haithu dau. Mungu ipeleke haki, haki pamoja na Ali, Ali popote itakapokwenda haki. Kwa hivyo popote haki, haki ilipo basi iko na Ali. Na Ali na Ali, Ali, Ali bin Abi Talib alikuwa, alikuwa akipaka mguu. Kwa hivyo haki, haki iko na yeye. Mwisho nukta, nukta ya sita na ya mwisho, kama wanaopaka wana mguu na walioelekeza mguu upakwe mguu. ni maimamu wa madhehebu manne ni kigezo kipi kilichotufanya kwamba kwa tungang'anie madhehebu manne na tuache madhehebu ya Ahlul Baiti inayoelekeza kupaka? Yani kwa nini ziwe